Watu alisikia maneno ambayo Yeremia aliwatangazia watu wote akisema, Mwenyezi Mungu asema hivi: yeyote atakayebaki katika mji huu atakufa kwa vita, njaa na maradhi. Yule atakayeondoka na kujisalimisha kwa Wakaldayo ataishi, atakuwa ametekwa nyara na kuishi. Ndipo wakuu wakamwambia mfalme yafa mtu huyu au wawe, kwa maana anawavunja moyo askari ambao wameachwa katika mji huu na watu wote kwa jumla, kwa kusema maneno kama hayo. Yeye hawataki watu hawa mema, bali mabaya. Jamani, jamani, mambo ni mengi sana, mimi sielewi haya. Mchukueni, mtajua wenyewe kitu gani cha kumfanya. Mimi sitaki kabisa jishughulisha katika hili <sighs> mimi sitaki kuamua lolote. Sasa ni hivi, mtu huyu yumo mikononi mwenu. Mimi siwezi kuwapinga. Basi wakamchukua Yeremia wakamtumbukiza katika kisima cha Malkia mwana wa mfalme ambacho kilikuwa katika ukumbi wa walinzi. Walimshusha Yeremia ndani kwa kamba. Ndani ya kisima hicho hakukuwa na maji, bali tope, naye Yeremia akazama katika tope. Lakini Ebed Meleki Mkushi, towashi Mwethiopia aliyekuwa akifanya kazi katika ikulu alipata habari kwamba walikuwa wamemtumbukiza Yeremia kisimani. Basi Ebed Meleki akamwendea mfalme akamwambia, Bwana wangu mfalme, watu hawa wamefanya kitu kibaya. Wamemtumbukiza yule nabii Yeremia kisimani, ambamo kwa kweli atakufa kwanjaa, kwa njaa kwa maana hamna chakula tena mjini. Hmm, haya, fanya haraka kabisa chukua watu watatu kutoka hapa uende ukamtoe nabii Yeremia kisimani kabla hajafa. hayafanya haraka kabisa. Basi Ebed Meleki akawachukua watu hao na kwenda pamoja nao ikulu kwa mfaune. Wakaingia katika gala ya ikulu. Ebed Meleki akatoa nguo zilizotumika na matambara makukuu, akamteremshia Yeremia kisimani kwa kamba. Akamwambia Yeremia, weka hayo matambara kwa pani mwako kisha pitisha kamba hizo chini ya matambara hayo. Yeremia akafanya hivyo, kisha wakamvuta Yeremia kwa kamba, wakamtoa kisimani. Baada ya hayo, Yeremia akaendelea kukaa katika ukumbi wa walinzi. Watu hawa walitaka uangamie, ufe kabisa. Pole sana. Mungu amekutumia wewe kunikoa mimi. Asante sana kijana, Mungu wangu akubariki sana Pole sana, Yeremia. Kuniwa kuniwa maji kidogo. Pole sana. Mtoto mzuri, tunapojifunza hadithi ya Ebed Meleki na Yeremia, tunapata mafunzo ya msingi ya tabia njema, ujasiri na kumtegemea Mungu. Haya hapa ni mambo ambayo wewe mtoto unaweza kuelewa na kujifunza. Moja, tunajifunza kusaidia watu wanaoteseka. Ebed Meleki aliona Yeremia anaumia. Akamwonea huruma, akamwokoa. Funzo kwako mtoto mzuri kama unamwona mtu anafanyiwa vibaya au anaumia, usikae kimya, msaidie au mwambie mtu mzima atoe msaada. Mbili, usiogope kusema ukweli. Ebed Meleki alimwambia mfalme ukweli, hata kama wengine walimchukia. Funzo kwako mtoto mzuri, usiogope kusema ukweli hata kama marafiki hawatakubaliana na wewe. Mungu anafurahia watoto waaminifu. Tatu, Mungu huona moyo mzuri. Mungu alimlinda Ebed Meleki kwa sababu alikuwa mtu mwema na mwenye imani. Funzo kwako mtoto mzuri, Mungu anapenda watoto wenye moyo wa huruma na wanaofanya mema kwa wengine. Hata ukiwa mdogo, Mungu anakutumia kufanya mema. Nne, kuwa na huruma. Ebed Meleki hakupita tu, alichukua hatua ya kumsaidia Yeremia. Funzo kwako mtoto mzuri: ukiona mtu anahitaji msaada, kama ameanguka, hana chakula au hana rafiki, mwonyeshe upendo na huruma. Tano, mtoto anaweza kuwa shujaa. Ebed Meleki hakusubiri kuwa mkubwa au kuwa mfalme ili kusaidia. Alifanya kile kilicho sawa. Funzo kwako mtoto mzuri. Hata wewe kama mtoto unaweza kuwa shujaa kwa kumtetea mwingine, kusaidia, au kuonyesha upendo. Ukiwa mwema na unamtumainia Mungu, hata kama watu wengine hawakuoni, Mungu anakukumbuka na atakulinda. Ukiwa mwema na unamtumainia Mungu, hata kama watu wengine hawakuoni Mungu anakukumbuka na atakulinda. Kama ungekuwa kwenye shule na unamwona mtoto anadhulumiwa au ameanguka, ungechagua kumsaidia, kama Ebed Meleki alivyoisaidia Yeremia. Hivyo basi, uwe mtoto mwema wa kuwajali na kuwapenda wengine. Sisi tunakutakia siku njema mtoto mzuri. Bye!